Muda wenu na kutufuatilia eh, mafundisho eh, ya huduma hii ya ukombozi wa nafsi Nuru Duniani. Mungu awabariki sana eh, tunawathamini sana, tunawapenda, endeleeni kutufuatilia na kuna jambo Mungu atatenda kwa ajili yenu, hiyo ni sadaka yenu, na pia Mungu atawabariki kwa kile ambacho mnakifanya kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi wakati tunapoenda kuingia katika maombi ya kwanza, kipindi chetu cha siku ya leo kinatanguliwa na somo au kichwa cha somo kinachosema nguvu ya shukurani na matokeo yake. Nguvu ya shukurani na matokeo yake. Kama unaandika andika tu nguvu ya shukrani. E, kama unaandika andika tu nguvu ya shukurani na matokeo yake. Tutatanguliwa na e, mlango wa, e, wa Biblia Marko mlango wa sita msali ule wa arobaini na moja Marko sita Marko msali ule wa arobaini na moja Marko sita msali ule wa arobaini na moja Neno la Bwana linasema akaitwa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie wale, wawaandikie wale samaki wawili, akawagawia wote, wakala wote, wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya, kwa, vya kuweza kujaa vikapu kumi na viwili na vipande vya samaki pia, na walioila ile mikate wapata elfu tano wanaume yapata elfu tano wanaume. A, tutasoma tena Luka kumi na saba msali ule, e, kumi na saba Luka kumi na saba Luka kumi na saba tuko tunajifunza kuhusu nguvu ya shukurani, baada ya Mungu kutenda, hata kabla ya Mungu hajatenda. Lakini inaonyesha kuna nguvu iliyoko kwenye shukurani, nguvu iliyoko kwenye kum